Jina langu ni Savela Salvatori Kazaura, ni wa Wizara wa mkurugenzi wa utawala na usimamizi wa rasilimali watu, kutoka Wizara ya Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo. Kabla tunashukuru sana Zimamoto wameweza kupaaya mafunzo. Kabla uelewa wangu haukuwa kama huu ambao nimeupata baada ya ya hii semina tuliyopata. Kwa baada ya hii semina nimejifunza vitu vingi. Watumishi wote wa wizarani wanatakiwa wajue jinsi ya kujikinga na ajali za moto vifaa vyetu vipitiwe, jeshi la zimamoto lifanye ukaguzi, na lilo linakuja mara kwa mara kwa ajili ya kutuangalia na kufanya yale mazoezi ya kujikinga na moto, na watumishi wafahamu na hata utunzaji wa vile vifaa na jinsi ya, ya kujiokoa kama majanga yatatokea. Lakini lengo pia la semina sio tu kwamba tusubiri majanga yatokee, na pia kujikinga, kwa sababu hatutaki atokee. Serikali imetumia fedha nyingi sana kwenye hii miradi. Ni jukumu letu kama sisi wakurugenzi wa utawala na usimamizi wa rasilimali watu kwa ajili ya kusimamia na kuona kwamba ya majengo yako katika hali salama na yanatumika kwa muda mrefu.